Familia moja kutoka Maruti wadi ya Maraka eneo bunge la Ubuye Mashariki imetoa wito kwa Wasamaria wema na viongozi kujitokeza kuwasaidia ili mwana wao apate matibabu baada ya kuishi na uvimbe mguuni mwake kwa zaidi ya miaka kumi. Tazama. Na yule mwalimu alikuwa ameinua kiboko, alitaka kunichapa, na mama akashika kiboko nyuma na akaambia, hiyo mwalimu, ebu acha kuchapa huyu mtoto Um, ayamuka alafu ainue nguo uniform yake juu, ndipo hapo ndio mwalimu akaacha kunichapa, ndio walimu wakachukua hatua, wakaanza kunini kuelekeza si, si kusoma, si matibabu, ndio tukaanza matibabu ya 2011 tulianzia alupe. Na iyo, ufimbe, ilianza lianz tu kidogo kwa, kwa mapaja juu hati sasa nikikuro pia inakuro hasa sahii imefika hati chini, hata kutembea nang'angana, kwenda cho siwezi, kuinama siwezi kuchukua kitu chini, hata kulala ni shida tu hasa. Tumetembea kila hospitalini, ni shida tu nini, pesa zetu hasifiki. Tukienda wanasema pesa fulani, walitaka kwanza elfu mia nne ama elfu mia tatu Sasa tumeshindwa tunaanzia wapi? Tukaanza tuende Eldoret hata tumeshindwa, hatuna pesa hata, hata hatuna pesa. Tunaanzia wapi? Wazazi wangu wameshindwa, hatuna chochote, hatuna mbele wala nyuma. Uvimbe karibu kilo kumi na tatu, na imetatiza huyu msichana. Ilianza uvimbe kidogo sana kwa mapacha, na sahii imeextend kutoka kwa mapacha, imesonga imefika kwa vitole vya mguu, na no, ukiona uvimbe kweli, unahusunika sana, kwa hivyo naomba viongozi wetu ambao mnasikia mwito huu, and all the well wishers in our nation, ya kwamba tushikane, tusaidie huyu msichana apate matibabu kamili, inaendelee na maisha, sababu masomo yake yalikwamishwa wakati alifanya mtihani wa darasa la nane na hii magonjwa yakaingia, hakuwahi kuendelea na masomo yake. Na bomo ukiingia ama ukiona wazazi wake wanaomzaa hawana, ndio wamejaribu amekuwa register tako kwa sha, but mahitaji ya matibabu mengine haya yanahitaji pesa mingi, sababu unasema currently they need 500 ya kumsaidia ili aende Moi Referral kwa hivyo naomba tu tushikane, tusaidie jamii hii, tusaidie msichana huyu apate afya yake, nipeleke rifara. Wanataka elfu mia ine, nikasindwa hiyo pesa natoa wapi? Sasa hiyo mkuu, nimeangaika na yeye, hata nikikaa nalia, nifanye namna gani? Sasa mimi naomba mpunge yangu anisaidie, ani wanyonyi kama mpunge yangu Mama Catherine Wambilianga wanisaidie, tismas wanisaidie, kavana yangu anisaidie, spika yangu anisaidie, ndio ni tibu hii mutoto. Sina mbele na nyuma, nimeuza kila kitu. Nikipata pesa hata saa ngine, ndio niuze miti ndio alafu ndio nipeleke kwa hospitali.